Ambao umenifanya niweze kutengeneza kitu kingine kikubwa zaidi tofauti na tembele, lakini ingawa nimekifanya hicho kitu kikubwa, na wala sijaacha kulilima tembele kwa sababu nafahamu ubora wake na kwa sababu najua uhitaji ni mkubwa katika eneo ambalo nilionalo katika swala zima la mboga ya majani mboga za majani hususan tembele. Aa, tembele ni mboga ambayo inaliwa sana na watu wengi katika eneo ambalo nilipo. Wakati nilipokuwa naanza kulilima tembele nilianza kwa kujaribu, nilianza kwa kutaka kuona niki, eh, ni, eh, ili niweze kupiga tathmini kuwa tembele linaweza nikanipa kila ambacho ninachokihitaji, au tembele haliwezi kunipa kila ambacho ninachokitaka mwaka jana mungu alinijalia kuandaa eneo dogo tu la tembele eneo dogo tu lenye hatua kumi kwa kumi uzuri wa tembele kadi jinsi ambavyo inavyozidi kukua ndivyo inavyozidi kutambaa na kuchukua nafasi kubwa zilikuwa ni hatua kumi mwisho wa siku zikaongezeka kumi zilikuwa hatua ziliongezeka kumi mishaa siku zikaongezeka zingine kumi, zikaongeza na zeka nyingine kumi na tano, zikaongezeka nyingine tano. Kadi jinsi ambavyo siku zivyo zidi kwenda mbele, ndivyo tembele ilizidi kukua na kutanuka na kushika nafasi kubwa zaidi. Tembele mwaka jana niliweza kuniwezesha kupata kiasi cha pesa taslimu shilingi laki mbili na elfu hamsini. Hiyo ni hela ambayo niliitoa kwenye tembele, hiyo ni faida ambayo niliipata kwenye tembele kwa uwekezaji, kwa uwekezaji mdogo wa tembele. Na wakati naanza, asilimia kubwa ya watu wengi walikuwa wengine wananijadili wana waniweka kwenye wananiweka kwenye wana, wana, wana kwenye baadhi ya vikao vyao vya kijiweni, wakisema kwamba huyu kijana amefeli maisha, huenda hata kwao ni maisha magumu sana ambayo wanaoishi huko kwao na kwa kuniona kuwa ili eneo kuwa ni mgeni, wakanichukulia kuwa nimefeli katika maisha. Huenda baadhi ya vitu vingi sana kwenye maisha yangu, huenda nimefeli kiasi cha kuweza kulima tembele na kuanza kuuza mitaani. Mimi nilikuwa ni mlimaji wa tembele mkubwa na tena sitegemei mtu wa kuja shambani kuja kununua kwa jumla. Mimi nauza nikiwa simngojei mteja. Mimi nalima tembele kwa ajili ya mimi mwenyewe kuingia mitaani na kutafuta wateja. Mwaka jana baada ya kuwa nimeipata hiyo laki mbili, Ikawa imeni, nikawa nimeongezea na fedha kidogo ambayo niliipata kwenye ajira ambayo niliyokuwa nimeajiriwa ya kilimo cha shamba la nyanya na bwana ambaye aliyekuwa ameniajiri, nikaongezea kile kiasi, nikajikuta nimepata kiasi kikubwa cha fedha ambayo ilinisaidia kuondokana na swala zima la kuishi kwa huyo mtu na nikajitegemea, na kuanzisha maisha yangu mimi mwenyewe, na kuanza kutafuta namna ya kufanya ili kujikimu mwenyewe kwenye maisha yangu. Na baada ya hapo, baada ya hapo, nakumbuka kwamba ilo hilo tembele ambalo lilinifanya niweze kukipata kile kiasi cha fedha. Nikawa nimepiga tathmini ya gharama za shamba ya, la nyanya ambalo tuliokuwa tumelima na mwenzangu ambaye niyekuwa naishi kwake, tukapiga tathmini baada ya mavuno, nikapata kuelewa kwamba tulitumia kiasi cha shilingi laki mbili na elfu sabini na tano nikaanza kutathmini kwamba ikiwa laki mbili na elfu sabini na tano ndio tulioitumia kuhudumia nyanya kiasi cha eneo lenye ukubwa wa nusu eka, nikaelewa kwamba kumbe huo mtaji nina uwezo wa kuupata kwenye zao ambalo wengi wanalidharau kama tembele. Kwa kulima tembele nikaelewa kwamba ninao uwezo wa kulima nyanya pia, na nikaihudumia nyanya mpaka nikavuna. Nikaanza kuamini katika hilo. Baada ya kufanya hizo tathmini, baada ya kufanya huo utafiti, baada ya kugundua hilo, na baada ya kulielewa vizuri na likaingia kwenye mawazo yangu, ndipo nilipoanza kuamua kutafuta shamba. Nikatafuta shamba, Mungu akanijalia nikapata shamba. Baada ya kuwa nimepata shamba, nikaanza kupambania mbegu. Baada ya kupata uhakika wa mbegu, nikaanza kuliandaa shamba kwa muda mrefu, nikawa naingia pale na kulima kwa muda mrefu. Nikafanya mambo mengi, nikaliandaa vizuri shamba, mwisho siku shamba lipokuwa limekaa vizuri nikaanza kulima tembele. Tembele lenyewe ambalo nilianza kulilima ndani sasa huu mwaka elfu mbili na ishirini na tano nikalilima.